Akasema aendelee tena shindano, maana amegombana na Bela na hawezi kufanya chochote bila Bela, lakini akasema atalifuata tu lile gauni ambalo wameweka oda huko. Jonathan akasema atampeleka dukani, basi bana mchizi akamfuata Amira ili waende kuchukua gauni wote dukani. Sasa Amira alipojaribishia lile gauni pale dukani aliwaka kishenze ise. hadi Jonathan akashangaa. Gauni limempendeza vibaya mno bibiye, unaonekana poa sana, mpenzi wako anakujali sio? Mpenzi wangu ni rafiki yangu tu. Amira kutokana na mawazo aliyonayo hakutaka tena hata kula. Jonathani akasema kewe amerudi, amira akataka warudi akamuona. Isee, maneno ya wale watu yakawa yanaitesa sana akili ya kewe. Mara amira na jonathani wakafika. Umerudi? Ulikuwa ujibu meseji zangu wala upokee simu zangu, kulikuwa na shida? Huwa anajibu kifupi tu yule. Usijali, tutaonana karibuni. Mchizi akasema alitakiwa kwenda mgahawani, kwa hiyo akawa amesepa. Sasa Amira ameniweka gauni lake kwenye kabati za shule za nje. He, kasheshe liko hapa mtu wangu, Fatima akasema. Haamini kama gauni lake itakuwa salama kwenye kabati za nje. Wakati wanaongea hapa, akapita Amira yuko na Jonathan, wakajua hawa ni wapenzi eh. kama ni wapenzi basi afadhali sikuelewi, hata niachia kewe, maana wao sio wameshaanza kudeti. Fatima kahisi amira naye kaweka gauni lake kwenye kabati za nje, kwa hiyo ukasukwa mpango hapa. Sasa hatujui ni nini ambacho Fatima na Ozi wanaenda kukifanya ise Amira alipofika hostel akatamani sana kuomba msamaha hapa, lakini kila kijaribu, anashindwa anzie wapi. Bella anaona kila kitu ambacho kinaendelea, sio kwamba kalala, kajifanya tu kalala, lakini anaona kila kitu. Upande wa pili huku washikaji nao usingize upande kabisa, kewa akawa anawaza siku ya kwanza bibi amekuja chumbani kwake na nini. Kumba alikuwa anampenda eh? anajiona mjinga sana kwa kushindwa kujua bibi anampenda. Atafanya nini sasa hapa? huku Jonathan naye anakumbuka alivyomwona amependeza pale dukani. Jonathan ameingiwa na upendo kwa Amira ise hey! Sasa itakuwaje, marafiki wawili wanampenda mtu mmoja, na isitoshe awa ni ndugu, lakini wao hawajui. Upande wa soma huku amepokea mgeni mpya, huyu anaitwa Princess akasema atakuwa anakaa chumba kimoja na Soma. Soma alifikiri pengine ataletewa wa kukaa naye muhula ujao.